Habari na karibu mtazamaji wa 2Gendah TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanotokea nje na ndani ya Tanzania kubwa hii leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ameteua tume ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Aidha, Dr. Samia amemteua Mohamed Chande Othman, jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania, kuwa mwenyekiti wa tume hiyo, na wajumbe walioteuliwa ni kama ifuatavyo. Amemteua Profesa Ibrahim Amis Juma, jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania. Amemteua Balozi Ombeni Yohanes Sefue, mwanadiplomasia na katibu mkuu kiongozi mstaafu, Balozi Rathia Msuya mwanadiplomasia na balozi mstaafu, balozi Luten general eh, Pomela mwanadiplomasia na balozi mstaafu, IGP mstaafu Saidi Ali Mwema mkuu wa jeshi la polisi Tanzania mstaafu, balozi David Kapya mwanadiplomasia na balozi mstaafu na stigemena Lawrence Tax aliyewahi kuwa katibu mtendaji wa jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika, SADC. Na kushauri tusisahau kusubscribe, kushare na kulike tugenda tv kwa habari na matukio mbali mbali.